Msanii Mbosso Khan sasa hivi ameanza rasmi media tour yake ya kuweza kupush EP yake ya Room Number 3 ambayo imeweza kupokelewa vizuri kabisa na mashabiki, lakini ameweza kuonekana katika kituo kimoja cha redio kutoka hapa hapa nchini Tanzania, ambapo kituo hichi kimekuwa ni kituo cha kwanza kabisa kwa upande wa Mbosso Khan, yeye kuweza kutambulisha EP yake, ambapo aliweza kupeleka rasmi kabisa EP hiyo kuendelea kuchapwa vizuri kabisa katika kituo hicho cha redio. Kwa heshima kubwa kabisa, Mbosso Khan ameweza kupokelewa. Ni pia bosi wa media hiyo ambaye ni Alikiba ameweza kuwa ni miongoni mwa watu ambao waliweza kumpokea Mbosso Khan. Kwenye mazungumzo yao, Alikiba pamoja na Mbosso Khan, e bana, mtazamo wa Alikiba yeye ameweza kuonekana kuweza kuipenda zaidi e bana, wimbo wa Aviola katika EP yake ya Mbosso Khan, e e bana, Room Number 3. Bana, tukio hili linathibitisha kwamba EP hiyo e bana, haijaweza kupendwa tu na watu wa kawaida, hata pia e bana, mastaa wa muziki kutoka hapa nchini Tanzania wameonekana kuweza kupenda e bana, EP hiyo. Pia hata siku za hapo nyuma kidogo. Ni kwamba Damo Platinum naye aliweza kushare kwamba, e bana, katika EP nzima, wimbo ambao ametokea kuupenda ni wimbo ambao unafahamika kwa jina la Power. So kwa upande wa Alikiba yeye ameweza kukunjua moyo wake na kusema kwamba sasa hivi wimbo ambao anaupenda ni wimbo ambao unafahamika kwa jina la Aviola kutoka EP ya Mbosso Khan, e bana, Room Number 3. Ni upi mtazamo wako kwa mdao wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now? E bana, drop comment yako kwenye nje comment hapo. Usije kusubscribe, ini sasa online digital. Cheche.